Mimi nimetoka kwenye nafasi ya kaka angu Makala. Huyu ni mlezi wangu wakati niko chuo, nasoma chuo cha ushirika Moshi, yeye ndio alikuwa mweka hazina mkuu wa Chama cha Mapinduzi kipindi <tikilu> hicho, katibu <tikilu> mkuu <tikilu> alikuwa Mzee Yusuf Makamba. Tulikuwa tunaenda kama vijana makada, tunapeleka proposal, kaka Makala alinishika mkono na tukaanzisha matawi ya vyuo vikuu nchi nzima, na yeye alihakikisha kwamba chama kinaeleweka na vijana wa vyuo vikuu wanaendelea kufanya kazi ah, lisiwa ah, na mtu wa aina yako ni heshima kubwa ah, mtu anayekijua chama anajua mifumo ya serikali. Na nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni yeye alikuwa naibu waziri wa maji oh. Chini yake tulikamata wezi wa maji na mita nyingi anachapa mkazi, anakata upepo. Nimekuona huko Simiyu, huko Mwanza, uko wapi. Tunakuombea afya njema kaka, kufanya kazi na tunaona anavomewa akigulilia kwamba urudi, lakini kwa mapenzi makubwa ulionayo na heshima kwa daktari Sabia ukawambia, niachieni nimsaidie mama yetu na mwenyekiti wetu wa chama tumalize uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano.